Leo tunataka tuzungumzie namna ya kuzuia mimba isiharibike. Sasa kuharibika kwa mimba, ziko sababu nyingi mimba kupelekea kuharibika. Aidha, mimba inaweza ikaharibika kutokana na uvimbe, au mimba inaweza ikaharibika kutokana na uh, kiwango cha cha asidi huko tumboni, inampelekea mtoto kuweza uh, kuweza kufa mapema, lakini moja. Lakini ya pili, uh, kama kuna changamoto kwenye upande wa uh, grupu hizi, hizi grupu nazo muda mwingine zinaweza zikapelekea mtoto kuweza kuweza kunyimwa oksijeni na hatima yake akapoteza maisha. Sasa kwenye upande wetu sisi wa waki, waki mimea asili kuna eh, tiba ambayo mara nyingi inasaidia sana kwenda kuzuia mimba isiharibike. Sasa uh, kwa wale ambao inawezekana wako kwenye changamoto hizo uh, basi itakuwa ni wakati wao ama rafiki yao ndugu jamaa, inawezekana wapo kwenye hiyo shida. Leo tunataka tuchukue baadhi ya mimea ambayo inawezekana ikawa na msaada, kwa sababu uh, kumekuwa na hiyo changamoto. Kuna wengine wanaachika, yani kuna baadhi ya wengine wanatoka kwenye ndoa eh, mwanamume anashindwa kuvumilia, mwisho wa siku anaamua kumwacha au anaamua kumuabuzi, anaoa mwanamke mwingine au anabaki kwa mwanamke mwingine, mwisho wa siku huyu anapata uchungu, mwisho wa siku anaingia kwenye migogoro uh, inafika hatua ndoa zina zina mahusiano yanaondoka. Sasa, ili tusifike e, huko kuna baadhi ya mimea ambayo tunataka tuichanganye hii leo pamoja. Uh, kwa mfano utachukua hivi vifuu vya nazi uh, kuna kifuu jike na kifuu dume uh, kifuu jike ni ile ambalo halina huko uh, nyuma kwenye, uh, kuna kis, kuna kama uh, kama kimsumari uh, kifuu dume kile ambacho kuna macho matatu. Sasa tunachukua hichi chenye macho matatu tunakiweka, cha kwanza tunakiweka pembeni, tunachukua hivi vifuu jike vitatu, alafu tunachukua kifuu dume kimoja. Hapo nitakuwa nimeleka vizuri, tunachanganya pamoja. Baada hapo, tunaviunguza hivi vifuu vitatu, na kimoja ni dume, tunaviunguza kwa pamoja, unabaki ule mkaa wake. Ukishaviunguza na visagasaga, unakuwa unapata ile ule mkaa sasa, kwa nini tunachanganya kwamba ili e, tunachukua kimoja huku tunachukua vitatu? kwa nini tunachanganya? Aa, kwenye upande wa kitiba, ndani yake kama kuna kuna asili fulani hivi ambayo ukifuatilia huwa inageuka kuwa uh, kuwa ni, ni shifaa inageuka kuwa ni tiba. Aa, kwa mfano tunachukua nini? tunachukua uh, mfano nini nini, mfano kwamba hii hii mimea tiba, kwa mfano mti mbichi au tuna mfano, tunakuja kwenye kwenye mbaazi. Mbaazi ukienda tu kama kupo enda ukachoma majani yake ukaenda kutumia kwenye tiba, huwa haufanyi kazi. Uh, kuna namna ya kuchuma yale, yani majani ya mbaazi baadaye yanageuka kuwa ni tiba. Kwa nini? Mbaazi una kiwango kikubwa cha kemikali, lakini uh, mbaazi una kawaida ya kujilinda, unapouendea uh, ukiwa na manukato unapoendea ukiwa na uh, nguo nyeupe huwa uh, una kawaida ya kujivua ile tiba, ni yani, maanake unajivua una ile tiba. Au ukienda kwa kelele, ina kawaida ya ile, ile, ile, ile tiba iliyoko kwenye ule mbaazi inafyonzwa kuja chini ya ardhini. Kwa hiyo ule mbaazi unabaki wenyewe, hauna kitu. Unaweza ukachukua majani ukaona kwamba hajakusaidia kumbe, kuna namna ya kuweza kuchuma majani ya mbaazi, kwa kuwa ni tiba kwa hiyo kwenye, kwenye upande wa vifuu hivi, navyo vifuu kivichukua kama vifuu, inawezekana havina changamoto havina tiba yoyote, lakini ukivichanganya, yani, ukichukua hivi vifuu jike vitatu na hii dume ukichanganya alafu ukiunguza, kuna tiba kiasili unaipata kwenye hivi vifuu. Sasa kitu gani? Baada ya kuandaa kuviandaa hivyo, baada ya kuandaa hivi vifuu vitatu vinne na ukaunguza, ukapata ile jivu lake Uh, tunaenda kuchukua mti unaoitwa uh, mlazalaza. Tunachukua mti ambao unaitwa mlazalaza. Uh, kuna wengine wanaita lufyambo mlazalaza. Huwa unatoa mbegu unakuwa na kirangi chekundu na mbele kunakuwa na kirangi cheusi. Huyo unaita mlazalaza, na majani yake ukitafuna yanakuwa yana sukari na ndio maana ukaitwa mlazalaza. Sasa unachukua uh, majani yale mlazalaza, unachukua na mizizi yake Tunakuja kuchemsha, tunafunga kama fundo, tunakuja kuweka kwenye sufuria. Tunachukua vijiko viwili vya uh, vya ile kifua ambayo tumeunguza, ambaye inakuwa nyeusi kama mkaa, afu tunaweka kwenye yale ule mlazalaza, majani ya mlazalaza na mizizi yake. Unaweka maji kama uh, musulita ya maji, tunachemsha pamoja. Baada ya hapo, tunampa yule ambaye anayeharibu mimba kabla hajapata mimba Tunampatia huyu anayeharibu mimba kipindi kile ambavyo imemaliza period yake, au hata kipindi ambacho yuko kwenye period. Atatumia kwa muda wa siku saba, kipindi ambacho yuko kwenye period. Akishamaliza unachemsha tena mwingine, unachukua uh, ule unga uliobakia unachukua tena mizizi mingine utachemsha tena, atatumia kwa muda siku saba ambayo tunachukua, inakuwa ina ni siku kumi na nne, siku saba kipindi ambacho yuko kwenye bleed, siku saba ambacho anakuwa hayupo kwenye bleed. Baada ya hapo, ataenda kushiriki, atapata huo ujauzito. Akishapata ujauzito, tunakaa uh, miezi mitatu, miezi minne, tunaandaa tena huo mchanganyiko, anatumia hivyo hivyo, hiyo mimba haitoweza kuharibika. Hii ni siri kidogo nimekupeni kodi kidogo lakini sijamalizia password, lakini unaweza ukatumia wewe kwa kipindi hiki, utaona mabadiliko makubwa, na mimba itakuwa ita, ita haitoweza kuharibika kwa haraka hivyo. Na kwa wale ambaye inawezekana tatizo hili limekuwa ni sugu, unaweza ukanipigia namba yangu, ni 0745 900 600 na wale ambao wako nje, unaweza ukaanza na alama kujumlisha 255 745 900 600 na ni kueleze kwamba mimi ni mtaalamu wa tiba ya mimea Si mwingine ni mtaalam Mandai. Napatikana siku zote ofisini kwangu maeneo ya Ukonga, Ukonga mambo ya ndege. Kama unatamani kufika, nipigie, tutakuja, tutaongea na tutaonana. Nadhani kwamba kila kitu akiweza kuharibika, kila kitu kitakwenda sawa. Basi nisikuchoshe sana, nikutakie siku njema na uangaliaji.